Tukielekea huko nchini Marekani tunafahamishwa kwamba Makamu rais wa Marekani JD Vance amesema vita nchini Ukraine havitakwisha hivi karibuni, wakati akizungumza katika mahojiano na Fox News. Vance alisema swali linaloukabili utawala wa Marekani sasa ni jinsi gani unaweza kuzisaidia Urusi na Ukraine kupata msingi wakati kumaliza mzozo ambao umedumu kwa zaidi ya miaka mitatu. Lakini kuwa itakuwa juu ya Urusi na Ukraine kuafikiana na kukomesha mzozo huu wa kikatili. Maoni yake yalikuja muda mfupi baada ya Washington kutia saini makubaliano ya Kiev ya kugawana faida ya madini adimu ya Ukraine kama malipo ya usaidizi wa usalama wa Marekani siku zijazo. Vance alitoa maoni hayo katika mahojiano mapana ambapo alitetea mtazamo wa Trump kuhusu vita vya Ukraine. Ndio bila shaka wa Ukraini wanahasira kwamba walivamiwa, alisema. Lakini je, tutaendelea kupoteza maelfu na maelfu ya askari kwa umbali wa maili chache za eneo hili au lile? ameuliza Vance, mwisho wa kumnukuu. Rais Donald Trump amependekeza wiki hii kwamba Ukraini inaweza kuwa tayari kusalimisha Crimea ambayo Urusi ilivamia mnamo mwaka wa elfu mbili na kumi na nne ili kufikia suluhu la mapatano. Lakini rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikuwa amedokeza hapo awali kwamba hangeweza kukubali udhibiti wa Urusi katika peninsula hiyo, akitoa mfano wa katiba ya Ukraine. Katika mahojiano tofauti na Fox News siku ya Alhamisi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema kuna haja ya kuwa na mafanikio katika mzozo hivi karibuni, vinginevyo Trump atalazimika kuamua ni muda gani wa kujitolea kwa hili. Rais wa Urusi Vladimir Putin wiki hii alitangaza usitishaji vita wa muda wa siku tatu kuanzia tarehe nane Mei ili kuendana na sherehe za kumbukumbu ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybia alitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja kwa siku 30 ili kujibu. Lakini mapigano kati ya nchi hizo mbili yameendelea. Siku ya Alhamisi usiku, shambulio la ndege zisizo na rubani za Urusi katika mji wa kusini mashariki mwa Ukraine wa Zaporizhzhia lilisababisha kujeruhiwa watu 14 lakini hakuna kifo. Kwa upande mwingine, Moscow ilishutumu Ukraine kwa kutumia ndege zisizo na rubani kulenga soko katika eneo la kusini mwa Ukraine linalodhibitiwa na Urusi. Pia siku ya Alhamisi watu saba waliuawa na zaidi ya 20 walijeruhiwa, kulingana na maofisa wa Urusi. Kievu ilikanusha shutuma hizo na kuongeza kuwa shambulio hilo lililenga wanajeshi pekee.